Kama tulivyokuwa tumeangalia kwenye uh last sessions, leo tunaendelea na uh, session nyingine kwenye upande wa live streaming, but tunaongelea BibleShow, kwa sababu tunataka tujue connection ya BibleShow na OBS. So tuelewe BibleShow how it operate, then tutaingia uh, upande wa OBS kujua jinsi inavyo operate. So kwa sasa ukisha download um, BibleShow, uka install, itaonekana kama hivi inavyoonekana hapa saa hizi kwenye kompyuta yetu. So kitu cha msingi ambacho ni cha kwanza cha kwanza nacho ni kwamba kujua aina za Biblia ambazo uko nazo, ambazo kwa sisi hapa tuna Biblia, tuna Biblia hizi hapa King James versions na eh, NIV versions. Hizi huwa mara nyingi zinatumika, lakini bila kusahau kuna version ya Uh, New King James Versions, na hizi za Biblia za Kiswahili. So ambacho tunatakiwa tukifanya bidii tuziongeze hizi Biblia hapa. So jinsi ya kuziongeza Biblia hapa tuweze kuzitumia, manake unakuja hapa kwenye hizi hii bucket ya option ambapo iko hapa juu. Sasa unaweza kaizima ukaiwasha, hizi option zote reference ni hii hapa, unaweza kaizima ukaiwasha browser hii, unaweza kaizima ukaiwasha control hii unaweza kaizima ukaiwasha, haina umuhimu sana, kwa tukaitoa au tukaiacha hapa hapa. Monitor ni monitor ya screen ambayo itakwenda kuonyesha hizo scriptures, kaizima kaiwasha. Sasa option ndo hiyo ambayo sasa sisi tunaenda kuangalia kwenye options, alafu kuna programs, kuna search, vyote viko hapa, unaweza kavizima au ka, kaviacha. So for now tunaenda kwenye option hapa. So, ukija hapa kwenye options kuna theme kuna configure kuna preference kuna bible. Sisi tunataka tuongeze bibles, ambazo bible tu zina miss. Bible ambayo nataka tuichukue saa hizi ni uh, biblia ya Kiswahili ambayo itakuwa tunasema ni Swahili versions. Jina lake linaitwaje hapa, let's find it. Ah, kuna hii hapa ya neno, lakini haitumiki sana mona, hizo zote zieibia za Kiswahili, tukachukua hapa, itaongezeka, tutakuwa tuna Bible versions za uh, ina tatu kwa hiyo wakati ile download tunaangalia tuna King James, lakini kuna wachungaji wengi ambao wanapenda kutumia uh, New King James Versions. Kwa tunarudi huko juu kwenye biblia zetu za Kiingereza uh, English Bibles uh, africans africans africans english is hapa. Kwa hiyo New King James Versions kuipata hii hapa, New King James Versions na nyie pia tuna install tuna itakuja hapa hiyo ita download hapa juu tayari hii uh, ya yeah, swahili tayari tunayo, na NIV tunayo, na King James tunayo, mpaka sahii tunazo tatu, tukichukua na hiyo tutakuwa na nne, na download inamaliza very soon. Yep, imemaliza kwao. Tuna Biblia ya Kiswahili na Biblia ya Kiingereza, ya Kiswahili ki ni hii hapa. So baada ya hapo, tumeshaingiza hizo Biblia, you are good to go. Sasa ukiambiwa um, okay, usome let's say kwa mfano uh, tuseme Genesis, Genesis unasema chapter 1 verse 1. Okay, play, ilienda ikaplay kwenye monitor inakwambia in the beginning, God create the heaven and the earth. Manake imekuja kwenye monitor one. Ikija hapa kwenye monitor one. Ikija hapa kwenye monitor one manake uh, let's say hii background inafanya maneno yasisomeke vizuri. Kwa hiyo unakuja hapa kwenye theme, una uwezo wa kuchange background. Kwa hiyo background una change hapa kwenye theme. So ukiweka hii kidogo inaonekana iko vizuri kwa in the beginning God created the heaven and the earth. Ukiambiwa mstari wa pili, una click, uki play, inakuja and the earth was without form. That's how ina inakuwa operate upande huo. Sasa kuna muda ambao unataka biblia zote mbili zionekane ya Kiingereza na ya Kiswahili, kwa maana yake inakuwa kama vile ina tafsiri. Kwa hiyo ki tick biblia ya Kiswahili inakuwa juu, ina English versions chini na Swahili versions unaweza ka display vyote ili watu wote waweze kusoma wale ambao wanajua Kiingereza na wale ambao wanajua Kiswahili. That is how to operate upande uh, wa Bibles. So ukija hapa sasa kuna aina mbili za ku, za ku preview. Unaweza ka preview ikaenda kwenye monitor ambapo kama monitor ambapo hapa ni sehemu ya ku preview tu, sehemu ya monitors. So ukija kwenye ku configure Uh, unakuja hapa kwenye display display kwa display 1 na display 2. Display 1 ndio hii hapa kompyuta yako. Display 2 maana yake ni tv ambayo utakuwa umeconnect. Kwa maana yake una unauwezo ukiwa kama unafanya live streaming, una uwezo wa kutumia Bible show kwa watu wa live wakawa na aina yao ya kuangalia Biblia, lakini pia na watu wa kanisani ambao wako hapo kanisani kwenye zile projectors TV, wakawa na namna yao ya kuangalia Biblia. Kila mtu akaangalia Biblia kwa namna ambayo wewe unaamua iwe. Kwa hiyo inayo apply ndio hii hapa display 1 na display 2. So hapa kwenye display 1, uh, source itakuwa ni ni Bible. Uh, inaenda wapi kwenye kwenye config kwenye kwenye display 1, maana tunasema itaenda kwenye NDI output. NDI output ndio ile ambayo imekuwa connect kwenye kwenye OBS. Lakini ukija hapa kwenye display 2, display 2 unasema pia ni bible, inaenda wapi? Umeona ishakuja hapa juu, kama umeiona hii hapa imekuja. Kwa hiyo hapa iko hivi, umeona, na rangi yake nyuma iko tofauti wakati na ile nyingine, na rangi yake iko tofauti unatuagao juu ya gano jipya na gano la kale. Kwa hiyo unakuta akiambiwa asome Mathayo, kuanza kucheza kujua Mathayo iko sehemu gani, anashindwa. Kwa hiyo can use, you can use hii ya kutafuta. Kwa mfano unaweza kaandika Mathayo, hii nakuletea kabisa, unaiona. Unaweza kuandika Warumi ikakuletea ukaona, kwa maana kama hujui unaweza ukatumia hiyo njia. Kwa hiyo kuna hii kwenye upande wa references hapa. Hichi kipande cha reference. Browser tumeshaona kwamba hii hapa ukiklik ndio ina inapeleka kwenye kwenye monitor. Kwa hiyo ukiklik, ukisha ukisha click hapa ukasema ni hii ni hii then ukiplay inakuja kwenye kwenye monitor. Kwa kwenye browser kuna books, kuna chapters, kuna verses. Maona kuna book kama ukiweza kuna nini kutumia topapo hapo labda mtu akakwambia Uh, ukatumia kama shortcut instead of yes, kutafuta uh, Mathayo huku ukizidi shortcut una click toka Mathayo sura ya kwanza mstari wa kwanza ukiplay. Okay, hiyo inaenda sawa. So, kuna books, kuna chapters, kuna verses haya. Uh, hizi ni, ni ni kwa ajili ya ku hizi ya ku, ya ku ni kwa ajili ya ku control hizi zinafanya tu controlling. Ah uh, monitor ndo hii monitor ambayo inafanya ku preview. Ah uh, option ndio hii ambapo imejaa na hizi themes, configure, preference na na bibles. Yote hivi hapa vipo. So, Aya. Ku search ndio hii hapa. Sawa, hapa naweza kusema hapo mwanzo. Mwana? Ukisearch hapo mwanzo, unakutana naye hapo mwanzo, unapata na maana yote ambayo yatakuwa yamesema kwa utakuwa maangalia mchungaji wako amesema neno gani, unakuja na research hapa, then here it comes aya. History hizi ndio bible ambazo tutakuwa tumezisoma soma sana hapa, kwenye programs hapa, kwenye programs ni unaweza kawa una add or add zile verses ambazo maybe mchungaji ameshakupa kabla, kwa mfano hii Hosea moja moja hapa yeah. Ukibonyeza kama pasta atasoma ili neno, ukibonyeza itaenda hapa kwenye programs, kija baadaye haupati shida, kwanza kutafuta mistari yote itakayosoma mchungaji hapa iko power. Programs, na kwenye kusearch ni hivyo hivyo na history na zile ambazo tume- tumeziona, kwayo. Hapa ni jinsi inavyo operate, lakini sasa, the issue ni kwamba ukishaziweka hapa ili ziende kule kwenye OBS ni unafanyaje sasa? Tutaenda kuangalia hiyo part ya hapa na OBS.